Wanajeshi wawili wa ulinzi willi wa, wa kitaifa wamejeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi huko Washington DC karibu na ikulu ya White House, katika kile meya wa jiji hilo amekiita shambulio la kulengwa. Polisi walisema mshukiwa mmoja aliwafyatulia risasi walinzi wawili siku ya Jumatano alasiri, kabla ya kuzingirwa na kukamatwa na walinzi wengine wa kitaifa waliokuwa karibu ambao walikuwa wamesikia milio ya risasi. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye alikuwa Florida wakati huo alisema mtu aliyefanya shambulizi kwa kutumia bunduki alikuwa raia wa Afghanistan ambaye aliingia Marekani mnamo Septemba mwaka 2021 aliapa kwamba utawala wake utahakikisha mshukiwa analipa gharama kubwa zaidi kwa kitendo cha ugaidi vyanzo vingi vya utekelezaji wa sheria hapo awali vilimtaja mtu anayedaiwa kuwa na bunduki ni Rahmanullah Lakanwali raia wa Afghanistan mwenye umri wa miaka 29 lazima sasa tuchunguze upya kila raia wa kigeni ambaye ameingia nchini mwetu kutoka Afghanistan chini ya Rais wa zamani Joe Biden, Trump alisema katika hotuba ya moja kwa moja Jumatano usiku. Mshukiwa alipigwa risasi nne, vyanzo vya utekelezaji sheria vililiambia CBS. Haijulikani ni silaha gani ilitumika katika shambulio hilo, wala nia haikubainika wazi mara moja. Mshukiwa hakuwa akishirikiana na mamlaka,